Uh, video yetu ya leo nataka tuangalie uh, biashara ambayo unaweza ukafanya online ni elfu mbili na ishirini na tano ambayo uh, biashara iko katika trend au fursa ambazo unaweza ukafanya online katika mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hizi fursa zote nimezijaribu na nimezifanyia kazi kwa wakati tofauti tofauti, kwa hiyo nitakuelekeza hapa namna ambavyo unaweza ukazifanya na kuzifanyia research ili uweze kuzifanya kwa muda wako. Uh, unaweza ukazifanya kama full time au kaamua kuzifanya kama side hustle. Full time ni unakuwa unafanya muda wote unapokuwa unapokuwa katika kazi zako, na muda full time unakuwa unafanya full time kwamba ukiamka asubuhi mpaka asubuhi nyingine unakuwa unafanya hizi fursa unaweza ukawa unachagua mwenyewe ufanye zipi. Kama ni uh, part time unaweza ukafanya kwa muda wako, labda muda wa kupumzika, muda unaporudi nyumbani, muda unapokuwa umetoka ofisini, au unapokuwa uh, mapumzikoni, unaweza ukafanya. Hii ni fursa ambayo unaweza ukafanya kwa mtaji mdogo, kwa sababu gharama pekee utakayoweka ni muda wako. Kuna biashara nyingi ambazo unaweza ukafanya, nyingine zinakuhitaji ufanye vitu vingi vingi, ikiwepo uh, kuweka pesa. Nyingine zinakutaka uweke uh, nguvu. Nyingine zitakutaka uh, utumie watu, lakini hapa inahitaji tu muda wako katika kuiandaa. Kwao nitakuelekeza uh, vitu ambavyo unaweza ukafanya, endapo unataka ku, ku, ku, kufanya hizi fursa mbalimbali ambazo naenda kuelekeza hapa. Kwa hiyo lazima ujue kuna vitu vya aina mbili au kuna biashara za aina mbili ambazo unaweza ukazifanya online. Moja moja hapo au ya kwanza ni kuuza products, ya pili ni kutoa huduma. Sasa unapokuwa unauza product, utaangalia hapa product gani unaweza ukauza, utaangalia tena huduma gani unaweza ukauza. Kabla sijaendelea, ukihitaji mwongozo utanitafuta WhatsApp WhatsApp tu kwa namba hii hapa 0693880325 namba ya WhatsApp. Tukiendelea kuangalia biashara ambazo unaweza ukafanya, tumeona ziko za aina mbili, ya kuuza products na kutoa huduma. Ukiendelea uh, tutaangalia zote lakini nataka nikupe mfano hapa. Mfano hii hapa ni Victoria Agency tunatoa huduma ya kusaidia kurusha watu matangazo matangazo ya Facebook, Instagram, TikTok, Google na kuwaletea wateja kwenye biashara yao. kwahiyo sisi hapa tunatoa huduma, hii ni huduma ambayo tunaitoa. kwahiyo ni mojawapo ya uh, biashara ambazo unaweza ukafanya online endapo una muda wa kuweza kufanya hii biashara au kutoa huduma kama hii kwahiyo Mfano, sisi hapa huduma tunazotoa tunasaidia watu kuseti matangazo yao ambayo yanawaletea wateja kwenye biashara yao. Tunafundisha watu kuseti matangazo yao kwenye biashara yao, tunafanya consultation za kuhusu matangazo pia na huduma nyingine za digital marketing. Huo ni mfano wa huduma ambazo unaweza ukatoa online. Tukiendelea, huduma nyingine unaweza ukatoa hapa ni product, CapCut ilikuwa ni CapCut pro lifetime ambayo inafanyika ina, ina, inafanya kazi kwenye simu tu, sim za Android. Hii ni product ambayo na nyewe naitoa mimi. Hii ni product ya mteja wangu, huyu mteja anamfanyia mimi, nampa huduma ya kumrushia matangazo ya product zake, na product yake moja hapo ndio hii hapa inaitwa nguvu max. Uh, uh, hii ni huduma nyingine naitoa ya kuongeza followers kwenye akaunti za social media, labda followers wa Instagram, Facebook, TikTok, labda subscribers wa YouTube. Uh, kwa hiyo hii ni huduma ambayo mimi naitoa pia, na wewe unaweza ukatoa huduma kama hii. Uh, hii ni mfano wa product. Mtu anaweza ukawa na product kama hii ukawa unaitoa kwa watu wako, unaitoa kwa, unaweza uh, kwa wateja wako. Hii ni mfano wa biashara ambayo unaweza kufanya online. Pia unaweza ukatoa ukaoa uh, biashara kama kuuza nguo, kuuza matunda Hizo zote ni product kwao. Tutaangalia namna ya kuzifanya kwa upande wa online. Tunapoendelea tutaangalia tofauti ya, uh, biashara ya kuuza product na biashara ya kuuza huduma. Zote ni biashara na zinafanyika vizuri tu. Uh, nataka nikuoneshe tofauti yake. Tofauti yake ni ndogo sana, kwa sababu kwa sababu product ni bidhaa ambayo unaweza ukauza kwa mtu mmoja mmoja, labda unauza nguo, unauza viatu Unauza mafuta unauza dawa unauza kwa mtu moja moja, ukishamuuzia memalizana. Inaweza ikawa physical product au digital product. Physical product ni kama labda nguo labda dawa, kitu ambacho kinamfikia mtu moja kwa moja. Digital product ni uh, uh, digital product ni kama labda nikiuza ebook labda nikiuza kozi labda nikiuza ambao, kitu ambacho nikimuuzia mtu tunakuwa tumemalizana. Kwa hiyo, physical product tumeona mfano wake kama dawa kama e-book. Yes. Zote hizi zinahitaji hapa uh, vitu ambavyo unatakiwa uwekeze. Tutaangalia uh, tukianza na hizi physical products, mara nyingi zinahitaji mtaji. Lazima uwe na mtaji ambao unatakiwa uweke. Mtaji mojawapo ni kama uh, labda kama mfano labda chukulia unauza hii dawa au unauza hii dawa ya Nguvumax, lazima utawekeza katika kufanya soko, lazima utaweka, utaweka pesa katika kutafuta hii dawa, kuandaa hii product, kuandaa package. Ndo vitu ambavyo vinatakiwa kwao, lazima uangalie kama ni, ni nani. Kama ni nguo, unauza nguo, lazima uweke mtaji wa kwenda kuchukua vitu na kuvieta labda kwako, kwa au dukani lazima uwekeze katika kulipia matangazo kwa sababu kabla hujauza kitu chochote lazima ujitangaze. Sasa ili ujitangaze ni lazima uweke pesa ili watu wakuone. Utawekaje pesa? Ndo unaweza ukatumia content za social media ama ukatumia huduma kama hii ya, ya Victoria Agency ya kuurusha matangazo ya kulipia kupitia Facebook, Instagram na TikTok ili watu wakuone, kwa hiyo uh, hizi zinafaa watu ambao ambao hawana muda. Mfano wewe uh, unafanya kazi labda umeajiriwa unatoka jioni, sasa ioni e, uwezi ukatoa huduma, kwa sababu huduma inapohitaji uwe, uwe available muda wote, yani inahitaji muda wako. Hizi hapa zinahitaji uh, ukiweza tu kupangilia system zako vizuri, labda unakuwa unauza kitu fulani, ni kupangilia tu namna ambavyo unakuwa unawafikia watu na kuwapatia kwa mda, kwamba mtu amekuja amenua nguo ameondoka, mtu amekuja amenua kiata ameondoka, mtu amekuja amechukua dawa ameondoka, anakuwa hausumbwani naye tena. Kitu kingine uh, unaweza ukaandaa hizi hapa, zinahitaji uh, pia unaweka hela kidogo, kwa sababu nimesema, mfano ile product, ile product unaweza ukaandaa labda kwa, kwa elfu ishirini ukalipia tangazo labda kwa elfu ishirini ukaja ukauza kwa laki moja, kuna faida ya elfu themanini. Huo ni mfano hapa, mfano hapa. Labda utaandaa kila kitu kuprinti, kutengeneza hii package kila kitu, utatumia elfu ishirini, utaweka elfu ishirini kwenye matangazo, baadaye utauza ukipata wateja unauza laki moja. Kwa hiyo inakusaidia pale kwenye kuweza kurudisha pesa zako kwa mfumo huo hii biashara ndio inayokuwa inafanyika. Ukisikia biashara ya online, kama ni nguo, utaenda labda dukani au China utaagiza nguo, zitafika zikishafika, unaziwekea matangazo. Kama ni kitu ambacho kinaenda sana, utakawekea matangazo, kisha matangazo ukatauzika, unabaki na faida yako, ila nyingine unaendelea kuwekeza kwenye biashara. Kwa hiyo, katika product ziko nyingi sana ambazo unaweza ukazijaribu uka kama hauna muda wa kutoa huduma kama sisi sisi tunatoa huduma, unatakiwa uuze product na product, namna ya kuziuza ni njia tatu: utalipia matangazo ya kulipia, ama utakuwa unafuata wale watu ambao wanakufahamu labda kwa post ya status au kwenye social media au post content katika social media Oh, hizo ndo digital products. Tukiangalia physical products, uh, digital products, uh, na zenyewe unatakiwa unaziandaa una, una, una, una kwa kurusha matangazo. Mfano umeandaa ebook yako, hiyo ebook ili uweze kuuza ni lazima watu waione. Watu wataionaje? Ni unatengeneza tangazo ambalo litafanya au litaweza utaweza kulitumia kutangaza hiyo bidhaa yako wafikie watu wengi. Kitu kingine tuangalie biashara ya kuuza huduma. Hii nimetolea mfano mzuri kwamba inahitaji uwe na muda. Mara nyingi wanafanya freelancers. Freelancers ni wale watu wanaofanya kazi za remote work. Freelancers wanafanya mara nyingi Upwork na Fiverr. Sasa, katika hii ya kuuza huduma uh, mtaji wake huwa ni mdogo sana. Mtaji wake ni pesa yako na skills zako. Labda mimi nina uwezo, natoa huduma ya kuwaongezea watu followers kwenye akaunti yao. Kwa mimi ninachohitaji mimi ni muda, kwa kuweza kuwaongezea followers, na yes, na kuweza labda kulipia matangazo ili kuweza kupata wateja wengi. Labda mimi natoa huduma ya uh, kurusha matangazo ya Facebook kwa unahitaji tu muda ili kumfanyia mteja kumletea wateja kwenye biashara yake kumsetia akaunti na kufanya kila kitu. Kwa hiyo hii mara nyingi tunatoa kwa wafanyabiashara ambao hawana muda. Unakuta mtu ana biashara yake, lakini hana muda wa kuendesha hiyo biashara, kwa hiyo sisi ndo tunatoa muda wetu kumsaidia kufanya hivyo, ambapo tunauza huduma. Kitu kingine aa aa ni social media marketing au huduma nyingine ambazo unaweza nikaitoa. Kuna social media marketing, media buying ndio ya kurusha matangazo, labda naweza nikafanya graphics, nikafanya social media management. Ziko nyingi sana ambazo unaweza ukazifanya aa, na zika, yes zikakusaidia kwa mtu ambaye ambaye unatafuta kitu cha kufanya. Aa, kwa hiyo hizo ni huduma ambazo unaweza ukatoa nishatoa mfano kwamba kuongeza followers ni huduma ambayo unaweza ukaitoa. Kama unahitaji unaweza ukaja tukakufundisha kufanya hivyo, tunakufundisha kuongeza followers, tunakupa mbinu za kuuza followers. Kwa kama hauna, kama hauna muda fanya biashara ya kuuza product. Tafuta product kali ambayo itatembea sana. Mfano labda unauza, unaweza kuwa unaagiza vitu China ambavyo unajua kwamba watu wanavihitaji unakuwa unavyoza hapo, lazima weke bajeti ya matangazo uh, yes, ili wanze kuuza au wa kuwafikia watu wengi. Bajeti ya matangazo ni, utatafuta watu ambao watakusaidia kurusha matangazo yako. Kama una mda wa kutosha, labda wewe unatoa huduma au ni upo tu nyumbani au una kazi, yani una mambo mengi, una muda wa kutosha natakiwa utoe huduma, unaanza kwa kuuza huduma. Huduma hizi huwa ni free, naweza nikasema ni product au ni biashara ambayo unaifanya free. kwa sababu unatumia muda wako na nguvu zako na akili yako, kwa biashara nyingi inahitaji muda. Kwa hiyo kama biashara zinahitaji uh, muda. muda wewe ndo muda wako wewe ndo, ndo fursa yako ya kuweza kuwafanyaje, ndo fursa yako ya kuweza kuwafikia kutumia huo muda wako kuwasaidia wafanya biashara. Sana sana wafanya biashara wengi wanahitaji wateja, wanahitaji kuongeza mauzo, wanahitaji kufanyiwa graphics, wanahitaji kutengenezewa social media account zao. Kiendelea mbele, tunaona kwamba ni biashara gani nzuri ambayo unaweza ukafanya kwa elfu mbili na ishirini na tano. Hii ni swali nimeliongelea mwanzoni kabisa kwa sababu ya changamoto ya mtaji, watu wengi unakuta wana pesa watu wengi uh, yes ya, sana sana ni mtaji pesa. Kwa hiyo ili mtu aweze kuchagua biashara nzuri uh, au kwa anayekuwa anaanza, mfano amemaliza chuo au ana hela yoyote, anahitaji aanze kwa kutoa huduma, kwa sababu huduma ina, inahitaji mda wako na ujuzi wako. Sasa ataanzaje? Yanatakiwa angalie kwamba watu wanahitaji kitu gani. Labda watu wanahitaji, wanahitaji kutengenezewa graphic design, hapo itabidi atafute labda kozi ya, ya Canva, namna ya kutengeneza design kwa kutumia Canva. Ataangalia watu wanahitaji content, wafanyabiashara wanahitaji kitu fulani, makampuni yanahitaji Yes, watu wa kuwatengenezea content watu wa kumanage account zao. Wafanyabiashara wanahitaji watu wa kusajili wa biashara zao, vitu vingi. Kuna skills nyingi nyingi ambazo mtu anaweza akajifunza. Wafanyabiashara wanahitaji kutengeneza website, wanahitaji kufanya biashara zao, zao zionekane online huko, kufanyia optimization ya account zao wanahitaji kufanyiwa design social media, wanahitaji kutengenezewa video matangazo. Kwa hiyo hizo ni fursa ambazo unaweza ukazifanya, kwa kwa mtu ambaye anatafuta kitu cha kufanya, kwa sababu hakuna gharama yoyote, ni rahisi kupata wateja, bado soko linahitaji watu ambao wenye muda ambao wana skills. Kitu cha msingi ni lazima uwe na skills. Skills utazipataje? Ndio kwa kujifunza nikakusaidia uh, ni kukupa mwongozo. Ukanitafuta namba ya WhatsApp sifuri sita tisa tatu uh, mia nane themanini mia tatu ishiri na tano Hapa nimejaribu kukikea baadhi ya ya nani ya huduma ya ambazo unaweza ukatoa. Mfano kama sisi hapa tunatoa huduma ya kufanya biashara zionekane kwenye search engine kwenye social media, tunatoa huduma ya kusajili kampuni, kusajili biashara, tunatoa huduma ya ku manage social media account za wafanya biashara, tunasaidia vitu mbalimbali. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya huduma, ziko nyingi sana, utaangalia wewe mwenyewe ambayo unaweza ukaitoa huduma. Uh, kubwa ambayo inapendwa sana ni graphic design kwa sababu kila mtu anahitaji atengeneze content, kila mtu anahitaji atengeneze design, kila mtu anahitaji atengeneze poster, kila mtu anahitaji afanyeje, arekebishe picha zake. Kwa hiyo graphic design ni moja ya huduma ambayo inafanyika kwa, ina demand kubwa, na unaweza mtu yoyote akaifanya kwa kutumia tools ambazo ni nyepesi kama Canva na CapCut. Baada ya hapo utaongezea content creation, social media marketing ko hivi ni vitu hizi vitu vichache: CapCut, tuku, copy, au kutumia hooks, vitu kawaida, ni skills ambazo unahitaji. Vitu vichache cha, cha kuongezea ni kujifunza kutafuta wateja. Unatakiwa ujifunze ujue kutafuta wateja, kwamba mimi natafuta wateja sehemu gani ambao wanaweza kawa au wakahitaji huduma zangu kwa hiyo kwa wafanya biashara wanauza product watu Am... ambao wanaweza kuwa wateja wako ni wale wenye biashara wanauza product ya agency owner wanaurusha matangazo. Naweza nikaingia FB nikatafuta wale watu wanaurusha matangazo wote, nikawa na mtext mmoja mmoja, na mtext mmoja mmoja, namsaidia labda kufanya graphic design, kufanya branding, vitu kama hivyo. Kwa lazima ujue kwamba wafanya biashara wengi wanateseka kupata wateja. Kwa hiyo kwa... mfano sisi Victoria Agency tunawasaidia wafanyabiashara kupata wateja na hicho ni kitu ambacho najua kabisa ndo kiwe kila mfanyabiashara kwao. Unaweza ukafanya research ya maeneo ambayo uliopo kama uwezi au kishindo, unaweza ukatafuta tukakusaidia. Kwa hiyo watejawengie uh, unakuwa unajifunza kila kitu na unavyoendelea kufanya kazi na wateja wengine, unakuwa unajifunza vitu vingi. Kwa hiyo unahitaji kuwa na social media account, unahitaji kuwa na LinkedIn, Instagram hmm na vitu vingine vingine, lazima ujifunze skills na uwe professional katika hicho unachokifanya. Kwa hiyo huduma itakusaidia ufanye biashara online bila kuwa bila kuwa na mtaji wowote kuwa na mtaji wowote. Aa, nadhani, umepata mwanga kidogo. sifuri sita tisa kwa WhatsApp, nitafute kwa namba hii tatu mia nane themanini mia tatu ishirini na tano, lakini kumbuka kutoa huduma online inahitaji ujulikane sana, inahitaji upambane sana. Ingawa ni vitu ambavyo havihitaji mtaji wote katika kutoa huduma. Ni kujifunza skili zako unazozitaka kuzitumia na kuweza kuwafikia wateja wengi. Kama ni product, ni kuandaa product yako na kujifunza namna ya kuweza kuwafikia watu wengi kwa kutumia social media kama Instagram, TikTok, na nyinginezo. Tutaweza kusaidia, kama umekwama kufanya hivyo au na biashara yako umeshindwa kuwafikia watu wengi. Uh, tutafute hapa WhatsApp, tutaweza kukusaidia na kuwafikia watu wengi.